sukuru ya BD comprehensive ni kwa bana kia kusira kwabo asomora iwe kia makia ODM Dr. Buru Odinga uh, a se okogendera emerobele ye kia mekyo na kogania kogetinya soko bwaterana na serikali pa kujifunza jinsi baba alivyo tuambia, na baba alikuwa mzee, hakuwa kijana, alikuwa mzee. Kwani mwataka kutuambia sasa daktari ni mzee hastahili? Kwa hivyo mlikuwa mnachezea baba.

tunaomba wananchi mumkatae kwa sababu nyinyi nyote, lazima tupendane. Hakuna mtoto anaingia hapa, mama head teacher anauliza wewe ni kabila gani? Huyo ni mtoto wa Kenya. ODM to support Ruto for president for two term, na tukimsupport for president for two term, na ni UDA Nairobi governor awache ODM. Si tunaomba hiyo kwa unyenyekevu kwa sababu viti ni kuachiana. Ile kitu imenifurahisha siku ya leo ni ya kwamba Nairobi, kila mtu yuko nyumbani, na tukifika hapa sisi wote ni wa Kenya, na tukifika hapa, kila mtu tuko na serikali moja ya William Samoe. na leo tumejisikia vizuri sana kwa sababu tuko kwenye broadcast sasa hapa. Tulikuwa azimio, tumeona Didmas amekuja hapa, alikuwa mtu wa UDS, si ndio? but today